Hujambo mtazamaji wa Rushuli TV, karibu tena, ikiwa ni siku nyingine ndani ya kipindi chako pendwa cha Kinara. Kama kawaida huwa tunakuwa me, na mada mezani ambazo tunazungumzia vitu tofauti tofauti, muhimu kabisa ni kukuelimisha kutoka hatua moja kupeleka hatua nyingine. Mimi ni Juliet Sawatere, siko peke yangu leo studio, tumepata mgeni, tuko na Mwalimu Baraka Mwajeka, tutaenda kumsikia, akitufafanulia kinagaubaga mada yetu iliyoko mezani leo. Tunazungumzia masuala ya athari ya maumivu ya kale katika mahusiano. Mwalimu, mm -hmm. Habari yako? Salama, habari ya uzima wako? Salama kabisa. Yes. Na leo nimekuja kabisa uh, mm -hmm. kwenye sekta yako kabisa. Unasema, yeah, yeah. Uh, <laughs> ni mwalimu lakini pia ni mshauri. Mshauri, mm -hmm. lakini pia ni mwandishi lakini pia ni mwandishi mm, yes. Okay, basi leo tumeingia kipengele cha ushauri mm. uh -huh. tunazungumzia leo uh, athari ya maumivu mm, uh, ya kale katika mahusiano mm -hmm. Kwanza tuanzie hapo kwenye mahusiano mm. uh -huh. Watu wengi wamekuwa uh, wakiingia kwenye mahusiano, wanaumizwa na inakuwa ngumu sana mtu kusahau mm. uh -huh. Kwako wewe ulishakutana na kesi za namna hii? nyingi i ekuta na kesi nyingi sana mm. Uh, kuna zile mm. <laughs> <Kuna laughs> za mi mwenyewe mwenyewe, alafu kuna zile za kushauri yani, e japaka akujishauri mm. Ni kwamba nikawa naona kumbe hii ni shida so ya mtu mmoja eh. Ni ya watu wengiimeanza kwangu <laughs> kwa watu wengine pia inaweza kaita shida uh -huh. Kwa kabidi nijikita hapo kujua Mm hii -hmm. shida inaanzia wapi? wapi natokea mm -hmm. na na mm -hmm. na mpaka nafika huko, na namshaurije mtu akiingia hapo. Nawashauri mpaka sai mwezi wa sita, mwezi wa sita toka amekuletea hiyo kesi ya mahusiano mpaka saizi mwezi wa sita, mm -hmm. sita. Mm -hmm. namshauri yes. yes. mm -hmm. na namshauri tu mm -hmm. nampigia si chini ya dakika mia moja hamsini mm hadi -hmm. mia moja na huduma hiyo analipia hapana. Ha, ni bule kabisa ni bule hawezi kulipa. Ha, kwao nikiachwa na kukimbilia, yani, <laughs> <laughs> <laughs> ni kwa sababu unaangalia mtu mwenyewe aliyeachwa pia yuko katika hali gani? Okay. Yani uwezo atakulipa uwezi. Kwa sababu hizo hizo zinafanya, tunaizungumza kwa miezi sita, miezi mitatu. Lakini sasa utaangalia, lazima tunaangalia hiyo tatizo ni tatizo gani mm. kwa sababu kuna yule ambaye, eh okay. yani, nianze hivi kwanza. Ukisikia maumivu ya kale kwa mm -hmm. Kiingereza huita trauma. Mm -hmm. Trauma ni pale ambapo umekutana na jambo ambalo limekupa stress mm -hmm. kupa stress, lakini ngoja nisome nimsomee nisome, nisome, kwa Kiingereza hapa kwa maana ambayo nimeandaa. Is when experience very stressful, frightening or distressing event that are difficult to cope with, to cope with, to cope, to cope with it out of your Control, yani maana yake mm, ni yale matukio, yani kusema maumivu ni matukio ambayo mm, yalijaa stress, hofu, yeah, mashaka, mm, ambayo hayo yalikuja yakabizidi control yako mm. Yani kuna uwezo ukikerwa na mtu, kuna namna unaweza ka control lakini una mambo mengine unagundua ukikutana nayo hivi unashangaa, uko out of control kabisa, unaweza kufanya jambo ambalo hujawahi kufanya. Mm -hmm. Naona mtu kaukera jambo, ni kwamba si kwa sababu umekerwa ndio siku. Na ukera jambo hiyo mm -hmm. ile imejirudia, mm -hmm. maumivu, maana yake ile jambo halikutoka nje mm -hmm. likabaki hali ndani mm -hmm. likabaki ndani. Sasa alikupatiwa solution yoyote uka mtu akatulia nalo. Sasa okay. linapojirudia tukio linalofanania mm -hmm linarudi kwenye yale maumivu tena mm. Kwa hiyo inaibua maumivu yanaofanana na hai yale yale mm. au zaidi ya pale. Okay. Mm. Na binadamu yuko mm. mm. yes. katika sehemu kuu tatu. Binadamu ana roho, binadamu ana nafsi, binadamu ana mwili. Katika eneo la roho ndo Mungu anaweka kusudi lake kule mm -hmm. na ndo pumzi ambazo tunapumua yes. hapo pumzi. Akikata hiyo maana yake hamna binadamu hapo. Ni kweli. Kwenye nafsi kuna akili. Mm. Eh, yes. Kuna hisia mm. kuna utashi mm. Eneo ambalo linakuwa affected au linakuwa naathirika zaidi kwenye maumivu mm. ni eneo la hisia hapo, uh -huh. Mtu akipigwa hisia inakuwa shida mm. Lakini pia kuna eneo la akili. Kwenye akili hapo kuna akili aina mbili mm -hmm. Kuna conscious mind na subconscious mind. Conscious mind ni ile ambayo unapata taarifa, ni akili ambayo ni akili tambuzi ambayo unapata taarifa mm. ambazo unaziona, unazisikia lakini subconscious mind ni eneo la akili ambayo inatunza taarifa zinazojirudia mara kwa mara. Tatizo la maumivu linakuja pale ambapo linajirudia mara kwa mara, linajiingiza ndani. Likijiingiza ndani linakaa huko na ni ngumu kutoka, afu inaanza kuongoza maisha yako kabisa. Kwa nini siwezi kusahau kupiga mswaki? Kwa nini siwezi kusahau kuvaa nguo? Kwa sababu ni tukio la mara kwa mara afu limejiingiza ndani na hamna mtu anaweza kalitoa. Sawa, tuzungumzie kwenye hizi kesi sasa, ambazo umekutana nazo. Ni kesi ipi ambayo kubwa kabisa ulikutana nayo na ilikuchukua oh, muda gani kuitatua? Kwanza nianze na kesi kadhaa hapo mm, au tuanze kwanza na ni... ah. <laughs> <laughs> tuanze na kesi kadhaa <laughs> <laughs> ya kwangu fupi, yeah. Liwamba, mimi kwa ufupi hiyo ilitokea ni kwamba mimi nilimwamini mtu yani, mm. nilimwamini nimesoma naye nimekaa naye mm -hmm. na pengine wenda ananiangalia hapo, nimekaa naye kabisa nikaona huyu anafaa, mm. ya kuamka sasa mm -hmm. katika harakati za kuendelea kumwangalia, najituma nanua vitabu apate mm -hmm. maarifa, namfundisha eh, na muandike saikolojia mm. <laughs> na akili katika si kama za kwangu. Sasa katika process sasa ndio kwa nikafuata akaja kunifuata hapo, siongea chochote mm. kaa kunifuata, nimeachwa mm -hmm. Hivi tunaendelea na urafiki bado, umeachwa nipa shida kwamba okay, labda ameachwa kwa sababu mimi sijaongea chochote, ngoja nivumilie. Nikaenda kuongea naye, kaambia ni rafiki tu, rafiki wote ni rafiki tu, haina shida. Na ndio maana nyingine mimi nashauri watu karibu ambao unaozidi sana sio mzuri mm. <laughs> Mwisho wa <laughs> siku, baadaye akasema bwana, nitafikiria swala lako. Sasa siku moja ndo ananipigia simu, njoo mahali fulani, niko around unakokaa. Sasa yeye kwenda, yuko na mtu, huko njiana anatembea anambia, ah leo nilikuwa kwa fulani nimeshinda huko akanambia Nakuja kuleta jambo la ajabu. Mm -hmm antumia mimi na mtu fulani kanitumia picha WhatsApp, angalia, unamfahamu na wewesa. Hivi ni kwa nini mkaka akimtongoza mdada, mm. yule mdada akikataa, akasema kwamba ana mtu wake, wewe mkaka unaumia zaidi, yaani naumiza kwa sababu kuna asilimia unaziweka. mm. Yaani mtu anakuwa na asilimia kwamba <laughs> hata kama itakuwaje, ila eh, asilimia tisini, kwa jinsi ya ukaribu na navyomfahamu, hiyo ukaribu ndo nakuja anasema, inaita ya shida sana atanikubalia kabisa, na mimi ninachofahamu ni kwamba kuna mtu ambaye ana mtu. <laughs> tuzungumzie sasa kwenye <laughs> <Sao? laughs> kesi za watu zingine nimekutana nazo mm -hmm. mtu ameingia kwenye mahusiano mm. Alikubali kabisa, mtu alikuwa na mtoto yes. Alikubali zamani, nitungie kwenye mahusiano mm. alikuwa na ana, ana mtu kabla break up naye, ila na ujauzito mm anakuambia ujimuus... kabisa eh, sasa yeah. Anakuja kuniambia mwalimu, mimi mi, nikubali kuingia naye kwenye mahusiano huyu mtu, ndipo kwa nilikuwa najua hiyo kesi mm. Sasa inanipa shida kwa sababu gani? Huyo huyo binti bado anamhitaji mm. huyo mwanaume mm japo mm. hmm. mimi niliingia sasa, sio nikao, sio naingia, kuna unaingiaje hapo mm. kwenye mahusiano mm. kama hayo mm. na niingia nilimuamini kwamba anaweza kufanya namna. Sasa mm. inabidi jamaa aende kujitambulisha kwa wazazi wa wale, yule binti, binti wa kwanza yeah. anaenda kuongea nini kwamba kwanza simtaki yule binti au vipi mm. ni shida kwa. Ina maana uh, binti wakati anamkubalia huyu kijana ni kwamba mm. binti akili hisia zote zilikuwa bado zipo kwa ex wake hata mm. u hata huyu binti inachukua muda pia na kagomaona binti kagoma mm. kabisa yule ambaye ana ujuzi huo. Hasa stress ni kwa huyo binti. Atoe maamuzi gani, amkubalie au afanyaje? kwa hapo ni maumivu alikuja, alikuja akatoka kwenye mahusiano au bado yupo mpaka leo, bwana rafiki yangu hapa umeshaona hiyo. Ha, watu wanakutana. Sienda kumuona mtoto wake, sasa hey, na itakuwa ni shida. Nitakupa shida. Ah, mimi nijiandaa ngambia mna, usijiandaa hivyo. Utakuwa mm. unaumwa kila siku na ni kweli. Sikia vibaya na lala nafanya. Na mm. sasa sasa mwanamke akimpenda mtu ndio shauri. Ah. Uh. Sasa kaunseling yake hapa manake ni mwendelezo kwamba at least ni mshauri kwamba ila kisa ana anabadilika. Okay. Mm. Kwa ni kesi ambazo ni ndefu ndefu za maumivu nimetaja zile za maumivu. Wachana, mm. zile za utani utani tu. Sawa, mm -hmm. mm. Mm. tuzungumzie sasa athari ya maumivu yale ya kale, ah, mm. nimeandaa athari kadhaa hapa ambazo mm -hmm. naweza nikaonesha, nika, nika mm. athari ya kwanza mm -hmm. mbaya ni kwenye mawasiliano mawasiliano kwa maana mawasiliano watu wengine watu wasianao vizuri mm. kwa sababu utakaa na mtu mm. akirudia kosa Yes. Akirudia kauli <laughs> utakwausana naye. <laughs> uh -huh. Lakini athari ya pili ni uaminifu mm. Mm. siamini wanawake wote mm. siamini siamini wanaume wote hiyo mm. ni mbaya ada mm. moja akanipigia wanaume mm. wote mimi siwaamini, nikamwambia unaongea nani mimi

yaani furaha yake itakuwa ya muda muda, na ndio maana huyu mtu kutokana na movie inaweza kampelekea kaingia kwenye addiction ya movie mm, kutulia peke yake akajiua kwa sababu mm, hana mtu, anahisi kama binadamu wote wamemwacha. Unaona kama dunia nzima inajua tukio lako inajua, yeah, afu umedhalilika, kumbe amna anayejua zaidi yako wewe. Achana naye ndio maana nasema kuna watu mimi napiga simu kichekesho, acheke, unaingiza mada kigusia maumivu, simu. Mm. Kidonda chako kigusa, eh, kwenye mm -hmm. Lakini pia jambo la nne ni issue ya upendo. Mm. Hamnaga ha, upendo hapo tena. Yes. Yao taamini kila mmoja na shida. Mm. Kuna mwingine labda mama yake alimfanyia vitu vya ajabu. Mm. Kuna mwingine alipokuwa mtoto ni alibakwa labda. Yes. Yaani kwao anahisi kabisa mm. Hawezi kuwa, kuwa na rafiki wa kiume. Mm. Hawezi kuwa yani hamnaga mtu ambaye hata ni akiwa shuleni inampa mm. taabu. Mm -hmm. Wanafunzi wao pia wapo. Mm. Na utanaamini mwalimu najua. Mm. Yaani kuna mwanafunzi mwenye hataki kukaa na wenzake. Hey. Kuja kufuatia sababu anakuambia ilitokanaje? Alikuwa na nyanyaso kwa mtoto mm. Kwa kaisi, mimi nipende ukaa peke yangu na mtoto aweze kafaulu barabarani, anaweza kapewa hata kabisa akatoka di shuleni. Kwa nini bado tunaangalia watoto sasa? mm. anaweza kutoka apenda kutembea peke yake mm. maana, kwa sababu ya matatizo kama haya. Lakini pia kuna mawazo yaliyozidi, mm. na wasiwasi. mm. mtu anakuwa na wasiwasi ghafla, anahisi nini? <laughs> sijui anatemeka yani hmm. shida nii kwa sababu ya nini? Amekumbuka lile kosa linamletea shida hiyo. Kwa ukikuta hmm. ni mtu ambaye ukimwambia ongea ongea, mbele za watu awezi kuongea. mm -hmm. biashara fanya, hawezi kufanya. yeah. akimwona mtu labda akafanania baba, perfume ya mwanaume aliyemwacha. <laughs> yeah. Ikipuliza tu anaanza kutetemeka. <laughs> Unaona shida hiyo hapo. mm -hmm. Lakini pia ishu nyingine ni kwamba anajipunguzia thamani ndo self esteem mm. Naona kabisa sina thamani tena kwenye maisha yangu mm. Maisha yangu mimi mimi na Mungu na muamini Mungu tu peke yake kila so kweli, kwa sababu naishi na watu na utakutana na watu mm. Na huwa nafundisha watu kwamba siku zote ni kwamba watu mtu ule ukutana naye, hey. Na kuhakishia mimi, kuna falsafa moja naitumia kwenye ushauri mm. Kwamba mtu ukutana naye amefanya kitu hicho, kuna watu aina sabini wa hivyo mm. kwa na kazi kama mmeweza mtu moja navyo na watu 69 wa tabia kama hizo mm -hmm. Kwa inabidi uwe makini mm -hmm. sana wapo, kwa sababu watu wanajirudia kwa speed. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua o, unaishi na watu gani? mm -hmm. Na watu hao wataendelea kuwepo, huwezi kuwakwepa. Lakini pia ni issue ya kutokuwa na uhakika mm -hmm. wa mm -hmm. wa mm -hmm. e, na maisha mm -hmm. nimeziandaa ni kwenye upande wa waaaha mahusiano. Sawa, na mtu akitaka kutoka sasa hapo anatokaje huko? Jambo la kwanza akubali. Mm. Mimi na maumivu. <laughs> Yaani wengi hapo hasa wadada ni wabishi. <laughs> Hapana? Mpigo, <laughs> yeni mpigo, yeni mpigo, mimi hapana. Wewe unakubali kama umepigwa tu. Yaani pigwe ni kukubali. Mpaka kuja kuniambia nikubali. Ah, lakini mimi soma na mimi ni kukosea. Mimi sikukosea. Eh. Kabisa mimi sikukosea. <laughs> <laughs> Ulikosea na wewe mm. Kuna mdada mmoja kuwa kwenye mahusiano miaka minne mm. na mwanaume halafu mm, nasikia skendo huyu mwanaume na wanawake wengine mm, anaona hamna, uamini uongo huyu yeah. Mwanaume ametoa mimba za wadada wangaza ah, kuna mpaka mm, anakuja kukutana nao wadada wenyewe sasa mm, hawa ndio anaamini sasa, anakuja miaka yeah? minne sasa anamwachaje

asali nyingine usingizi anakosa usingizi. Jambo la kwanza, jambo akubali na maumivu. Unajua mm -hmm. Kukubali ni kwamba ni rahisi sana kujisaisha. Ni kweli kabisa. kwamba nimekosea mm -hmm. Okay. Natakiwa nianze upya. Nianze upya. Mm. Lakini jambo la pili, mtu yapate muda tofauti na na mazingira yale au mtu huyo. Na mm. Ndoona mimi nashauri, mtu kama ni ku block mtu mmoja akasema, "Mwalimu hapana. Mimi ni mtu, <laughs> mtu, mtu, mtu, mtu wa Mungu. Yeah. Mimi ni mtu wa Mungu. Yaani yeah. Ku block ni mbaya sana kwa sababu, tonyi, kwa sababu unaweza unatenga naanisha watu. <laughs> Nikambiaje? Nikambia <laughs> yeye kuwa makini kwa sababu gani? kusema ku block kwa aina maana namba umesahau, mm. Yani, namba nakumbuka kabisa, lakini ku block kwa maana mazingira usipate interruption ya huyu mtu kwanza, mm. Kwa muda sababu, bado itakuumiza tu. Ndo maana mtu mwingine, mimi hata mwenyewe, nilikuwa ananisumbua, siku moja nikawa najiandikisha namba. Nimekariri yote, aliponitumia message ndo yeye ndo yeye huyu, naomba msamaha. Fikia kwamba mimi nitakuja siku moja, wiki ya tukio umeandaa nitakuja. Ah, see <laughs> <laughs> <laughs> <Do ye ye. laughs> Na sasa uzuri ni shakwa, nishapona. Ilikuwa inanisumbua. Ushavuka. Yani kiwa na status, kaza moyo hivi kwamba ndo nimpoteza au vipi? Mm. Yes. Kwa jambo la pili apate muda, asipate mazingira ya yule mtu. Mm-hmm. Lakini kama hayo mazingira ndo yaliyompa hiyo shida kwa sababu akiendelea kuyaona anampa tabu, aondoke kwenye hayo mazingira. Anaenda wapi? Aondoke kwa maana kwamba aondoke. Kama atashindikana kuondoka kabisa, maana tunaangalia pia na na huyo mtu mm husika -hmm.

Na mweka mazingira mengine kwa sababu hapo uh, ni mm. Nikupe mfano tu, kuna mwimbaji mmoja ni Mnigeria. mm. uh, sikumbuki jina lake ni nani, ila aliwahi kutoa ushuhuda kwamba mm. aliwahi kumpenda binti wa kanisani. Baada ya kumpenda yule binti wa kanisani, yule binti mm. akamuumiza. Umeona mm. kumbuka, anatumika madhabauni kuimba. mm. Sasa tunamwambia aondoke kwenye yale mazingira, anaondoka vipi? Kwa sababu mm. utakaposimama pale madhabauni, unapoimba, yule mtu unamuona kwa chini Yaani kumuona utaendelea. Yeah, yeah, yeah. kumuona mhm, mm, tunachosema ni kwamba apate muda mm -hmm. Yani hata kama sio siku zote, hata kama sio mwezi mm -hmm. Lakini kuna muda fulani apate muda. Unajua kwa nini? Muda wa peke yako mm -hmm. Kwa sababu muda peke yako kuna vitu utajiuliza, mm -hmm. na ni vizuri, kwa sababu ukipata muda peke yako haina maana kama unaenda kujiua. mm -hmm. Ndio, ni muhimu sana kama umeshasema na shida fulani umesha admit mm -hmm. na kujua kabisa na tatizo fulani lianzia wapi Mm-hmm. Anza kujaji kujiaji kwa ni shida yake na nini. Mm. Baada ya hapo unapata ushauri. Ushauri unakuwa ni rahisi kwa sababu umeshatengeneza mazingira ya moyo kukubaliana na ushauri pia. Mm. Mpaka kuna watu sasa hivi nikifundisha tu husiana na maumivu. Nakwambia, anatoka online kabisa. Yeah, yeah, online. Mm. E, so eh mwingine anataka kabisa kusi. Toka online. Eh, ni ngumu kukubaliana na mahusiano. Sitaki. Sitaki mahusiano mimi. Mm -hmm. Na vipi amnasikiliza jifunze. Lakini pia hiyo ndio nazungumza hiyo point nyingine kwamba pata muda mtu kujifunza. mm. Haya, nimejifunza, ni sasa nifanyaje kwa usahihi. ah, yes. Ndio hapa nimeumizwa, ndio lakini usahihi hili mm. jambo likoje? Alafu mm -hmm. pia waangalie wadada, watu wengi wanaoumizwa wao wanalalamikia wenzao wakati mm. pia nao wana nafasi ya makosa mm. no. Kwa mfano wewe, we unakaa naye siku zote na unajua makosa hayo yapo, kwani usimface? Ukamwambia unajua nikata kama ana prevent, ni muhimu mm, sana ujue kabisa najiondoa na. Vipi mm. hapa kwenye kabla mtu ya tukio, kabla ya tukio kutokea mm -hmm. ae mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ana mazuri gani? Mm -hmm. Ni vizuri pia kuangalia angalia kwamba <laughs> yes. Mazuri yake yeah. ni yapi na mabaya, mabaya yake okay. ni yapi okay, haya haya, mabaya ni acha nayo haya, nisha black naye haya mm -hmm. Mazuri yake nimejifunza, yananisaidia okay. Ni vizuri wengi hawapendi ku appreciate mm -hmm. y mdada anakuambia yeye ni mtoaji mimba anazalisha, ana wadada mm -hmm. ana mazuri Yaani ili sami mazuri ayana yeah. Mm, mazuri wengi hu watukumbuki mazuri, mm, sana? Kwa nini muhimu sana, angalia wa mabaya kumbuka mazuri ya mtu ni nzuri zaidi na, mm. Napenda, napenda kuwashauri kwa watu kwamba duniani watu wanakosea sana kabisa. Watu wana madhaifu mengi mm. Kabisa kwao kushangaa ni bosi wako Mm. Na uwezi kumnunia, uwezi kumfokea, uwezi kufanyaje hmm. Kwa unabidi kubali kwamba ana mazaifu, haya mm -hmm. Labda nazungumzia ya mazaifu yenye kuzidi sana mpaka yanakuja kuingilia <coughs> maamuzi yako ni shida mm. Lakini yale mazaifu ambayo najua kabisa naweza ni kaenda nayo hmm. Ni bora umjue. Ukimjua unajua kabisa na chukulia na naivi, kwa sababu watu wao na mazaifu. Lakini watu na mema yao pia mm. Ni vizuri tuangalia hata mema ya watu. Wengi wapendi kujifunza chawa, mm. njia nyingine ni ipi? Njia nyingine ni pia kupata ushauri sasa. Yes, nimezungumzia mpaka kwenye ushauri huku, nimetaja hizo za kwanza, mtu aanze mwenyewe ili kumrahisishia mshauri kule kushauri vizuri. Kwa hiyo hata sasa hivi nikimshauri yule mdada anakubali, kwa hiyo uniambie hiki, uliniambie hiki, niambie, kwa sababu ashatengeza mazingira ya kushauriwa. Anasikia, si anafunga kitu, mimi sijui, kwa hiyo niambie. Kazunguka ile sehemu ambayo ilimuumiza, kaizunguka, anifanyia hiki, kesho aniambia Mwalimu lakini nirudi nyuma kidogo. Kwa kabisa. Kaenda, kakwepesha, aka yaani hata jisuri nzima. Okay na kisaidika hivi ah, kumbe anaweza kanisaidia eh? Mm -hmm. Anataja kitu kingine. Lakini pia mimi nifanya kitu fulani. K kumbe mm -hmm. Unasema ushauri. Kwa hiyo nataka mtu aongee ushauri wote kwamba tatizo langu mimi ni hili aseme. Yes. Anaongea tatizo mojamoja moja. Kwa mm -hmm. kila siku anavyozidi kupata ushauri. Kesi yake moja moja, nazidi kuondoka, inatokea na mtu anavotoa vile vitu vya ndani mm. Ana no, no, leo nimekasirika no. mm. Mm. Ni kucheka vizuri tu jamani. Uko uh, vizuri kwa vizuri maarako unazidi kuifanya ikae sawa, tumalizie hmm, hapo uh, ushauri wako sasa hmm, kwa watu uh, kutokana nana... na maumivu wanaopitia changamoto za kuacha uh, tumezungumzia sana mahusiano tu, mm -hmm. ya wapenzi, lakini hapo hata uh, kwenye familia ambavyo watu wanakuwa, mtu anaweza akawa mm -hmm. ni rafiki yako tu wa kawaida, lakini akakuumiza kuna mm -hmm. yale maumivu ambayo mtu anakutana nayo kwenye familia wakati anakuwa labda mm -hmm. baba na mama mpaka anasema kutokana wapu, wapu, na matukio ambayo, ambayo ameyaona, ushauri wako ni upi? Ushauri wangu ni kwamba maisha yanaendelea, mm -hmm. Yaani kuumizwa na huyo mtu mmoja mm, awe rafiki awe nani, mm. sio kukwama. mm -hmm. Sasa nimeona watu wanasema, mimi sasa sifanye chochote sasa mm. Ha, uh -uh. sifanye chochote kwa sababu maisha haya yanaona wasema usifanye chochote, muda unazidi kwenda. mm. Naona mpaka umdele sana, anambia ye, mimi naweza nikaolewa, anambia why not? <laughs> kwa sababu yeye, yeah, alishafutaga yani kwamba mm. siolewi. eh. Naona kwa anavyozidi kuna neno anajua mm. kujifunza, anajua kupata okay, maisha anazidi kuendelea. Namwambia kabisa, wewe usijizime data kwamba unahitaji kuolewa hapa. mm. Hamna mistake. Ndio unaona shida bado. Kwa hiyo ajue mm. mtu nazidi kwenda, nazidi kutumia muda vibaya, afanye malengo yake na hakuna, hakuna excuse ya kwamba muda ule uliopotea hajawahi kuurudisha wewe. mm -mm. Naanza upya, hapana. Mtu kaumizwa mm. ah, okay, nimeumizwa sehemu gani? Nimeumizwa hapa afuate kama nilivyosema ushauri Mm, akifanya vile mapema sana arudi kwenye jambo lake mm, anafanya vizuri kabisa, kwa sababu binadamu tunafanya vitu vingi under pressure mm. Ona pia muumiu ni sehemu ya kazi mm, sema ya kujifunza. Yaani sehemu ya kujifunza kwa sababu usingegundua e, yaani kujifunza. Yes, yes. Usinge usingejua uh, uh, changamoto yake, sidhani mm, kama ungeendelea kuishi naye lakini akaja kukuumiza baadaye, yes, ungeendelea kuumiza kuumiza, yes, zaidi. Kwa hiyo under pressure sometimes ni nzuri kwamba mtu fulani kanikwaza. Unajua sometimes mimi ni mtu akinikwaza naenda nafanya kazi zangu kwa nguvu baraa. Kwa nini? Kwa sababu unajua sasa kuongea na mtu busy. Kwa hiyo kuna muda fulani mtu anatukasirisha anafanyaje, tuachukulie watu pia. Kuchukulia watu ndo nimejua yuko hivyo. Umemshauri mara saba hawezi kuelewa. Then nimekaa na watu wanasema hii mtu inakuwaje mwalimu leo kanifokea, namwambia mi kidogo pia, rafiki yangu, ndara zangu hizo sivae, ni nyeupe, yaweza nini, siku nalinga na ndara zako. Watu hawa binti wanapenda kuona kama ni marafiki, namna pekee ya kuweza kuwasaidia jamani, huyu mwenzako yuko hivi, sindio? Analalamika sana, ni cha kufanya basi, bwana, ndara zako siweke hapa, toa hata ukitoa ngine tu no. Ni wakorofi. Yeah. Japo ndo ndo nasema hivyo mm. kwamba ninafikia yako sasa. Yaani kuna vingine tu Andokovic chukulie kawaida. Mchulie, yani mchukulie ndo yes. ana madhaifu hayo. Yeye yeah. Yani anabwatuka muda wote. Ukimwiza ya kuunda pia mtu kama yeye nikiunua anafanya hivyo maana kuna shida. Mm. Kwa nini ana, ana nani akiambiwa jambo linakuja linatoka ndani kwa nguvu. Mm. Kuna shida pia maana kuna mambo. Huyu mtu huenda alikuwa anafukia sana. Anafukiwa kiasi kwamba sasa akiona mtu anamwoji, mm. ni kama anaanza kufuka kama yule tena, <laughs> anakuja ile kuongea ni mm. mm. pia ni kwamba anajidefend kwamba nionekane niko sahihi. Watu sometimes pia, ukishajua tabia ya mtu mtu mm, yupoje ni eh, inakuwa vizuri sana kuishi naye, ndio ni vizuri yeah, sana inakurahisishia, ina kwa sababu niliwahi kusoma msemo mmoja mm. kwenye Biblia unasema ishi na mpumbavu kulingana na upumbavu na upumbavu wake, yes, wake. Yeah, utamsaidia sana, kwa sababu basi hekima kwa mpumbavu mm haiwezi -hmm, kumsaidia, ni maumivu kwake kwa sababu yeah, unavyozidi kumshauri jambo zuri mm -hmm, yeye yeah, hawezi kuelewa kama jambo zuri mm -hmm. kwa jambo la msingi la kumsaidia zaidi mm -hmm, ni kwamba ishi naye lakini pia kama mm -hmm, anawezekana wa kufundishika

kumsaidia ni ngumu. Sawa, tumalizie na mawasiliano ya yako, mtu akitaka kupata upande wa social media lakini pia na namba yako ya simu kwa watu ambao wanahitaji ushauri okay. Mm -hmm. namba yangu ya simu ni sifuri saba sita mbili mbili sita moja tisa tisini na saba sifuri saba sita mbili mbili sita moja tisa tisini na saba lakini wale wanaotumia Airtel au Voda, sifuri saba themanini na tatu arobaini ishirini na tisa sabini na saba sufuri saba themanini na tatu arobaini ishirini na tisa sabini na saba lakini, mm, pia kwenye social media aingie kwa jina la Mwalimu Baraka Mwajeka. Mm. Yes. Kote ni ku hivo hivo, sawa. Asante tu kwa muda wako, asante sana. Sawa, kama ulivyomsikia, nilikuwa na Mwalimu Baraka Mwajeka, umemsikia kabisa, amekushauri leo. Tulikuwa na mada yetu ya mahusiano ni namna gani ya kutoka kwenye maumivu ambayo mtu aliwahi kukuacha, au ni maumivu ya kwenye familia, au ni rafiki ambaye ulimwamini lakini kuna jambo ambalo akakuumiza nalo. Basi umemsikia na amekutajia namba yake ya simu kwa wewe ambaye una maumivu ambayo, uh, ambayo huelewi namna gani ya kutoka hapo, unaweza ukampigia muda wowote na akakushauri. Amesema ushauri wake ni bule na hakuna gharama yoyote kabisa. Asante sana kwa kutufuatilia kipindi cha Kopendwa ni Kinara, ulikuwa nami Juliet Sawatele. Nilikuwa na mgeni studio Mwalimu Baraka Mwajeka. Asante na kwaheri.